Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zifikie nabii wa umma nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake na wale ambao wamemfuata mtume hadi siku ya mwisho. Eh, leo nataka nizungumzie kuhusiana na mwezi kwa sababu saa hii tu katika mwezi wa kumi na moja katika kalenda the Gregorian, inaitwa the Gregorian calendar ambayo iliadhimishwa uh, iliweza eh, kuwekwa na Pope Gregory wa nane katika mwaka wa elfu moja mia tano na themanini na mbili, na ndio kalenda ambayo inatumika duniani eh, pote ambayo ni kalenda ya Kirumi. Eh, kwa hivyo Warumi bado wanadominate hii dunia kwa sababu kalenda yao ndio inafanya kazi sana, ndio inatumika sana ila eh, watu wengi wana kalenda zao. Waislamu wana kalenda zao, kalenda yao na ya Hijra, na pia Wayahudi wako na kalenda yao pia. Watu kutoka upande ya Asia, upande kama upande wa China wana kalenda yao, upande hiyo nchi za, e, za east, upande wa e, mashariki wako na kalenda zao e, ile kitu ningetaka nikizungumzie ni kwamba kwa sababu tumebakisha mwezi moja ama siku ndio tunahesabu tuingie mwezi ambao mwezi huu una mambo mengi na sana na vituko mingi vinatokea katika huo mwezi, kwa sababu ni mwezi ambaye wanasema Isa bin Maryam ama Yesu mwana wa Maryam aliweza kuwa amezaliwa tarehe ishirini na tano na ni mwezi ambao katika kalenda ya Gregorian calendar inasema ni mwezi wa Disemba, na na sisi katika kalenda yetu ya Kiislamu hiyo mwezi wa 12 sisi mbili si tunaita Dhulhijja na saa hizi tuko mwezi wa Mwezi wa, ta, mwezi wa tano halafu tunaenda mwezi wa sita na wa saba na wa tisa, kwa sababu tuko Jumada al-Akhir, alafu tunaenda Rajab, tunaenda Shaaban, alafu tunaenda Ramadhani eh, tunaanza kufunga Ramadhani, tunaenda Shawwal, tunaenda Dhulhijja alafu tuna Dhulqaada, dhul, dhul, dhul alafu tunaenda Dhulhijja. Lakini saa hii hii miezi ambayo tunatumiaga duniani watu wengi hawana habari nini tunatumiaga katika hizi miezi, kwa sababu hizi miezi, kwanza kitu ya kwanza hizi miezi miezi kadhaa katika ile kalenda tunatumia Gregorian kalenda. Ilikuwa ni miungu ya Warumi ilikuwa ni miungu yao na walikuwa hii tarehe moja Januari ni kuadhimisha Mungu alikuwa naitwa Mungu Janus ambaye alikuwa anasherekewa tarehe moja ya kila mwaka ndio, al, Mungu mwenyewe alikuwa naitwa Janus. Na sisi tukiangalia kalenda. Kwanza kwanza niguze kalenda kidogo, kalenda ya Kiislamu. Mwezi wa kwanza unaitwa mwezi wa Muharram, mwezi wa pili unaitwa mwezi wa Safar, mwezi wa tatu unaitwa Rabi al-Awal, mwezi wa nne unaitwa Rabi al-Thani, mwezi wa tano unaitwa Jamada al-Ula na mwezi wa sita unaitwa Jamada al-Akhir, mwezi wa saba unaitwa Rajab, mwezi wa nane unaitwa Shaban na mwezi wa tisa unaitwa Ramadhan. Na mwezi wa kumi unaitwa Shawal na mwezi wa kumi na moja unaitwa Dhulqaada na mwezi wa kumi na mbili unaitwa Dhulhijja. Katika, katika kalenda ya Kiyahudi ambayo inapatikana katika kitabu cha Biblia inasema hivi, mwezi wa kwanza ulikuwa unaitwa mwezi wa Habibu. Ndio naona ukisoma katika kumbukumbu la Torati 16:1 inasema mwezi wa Habibu ndio walitoka katika nchi ya Misri wakaenda katika nchi ya Kanaani, unaitwa mwezi wa Habibu, mwezi wa Habibu. Mwezi wa pili wanaita mwezi wa Zivu ambao unapatikana katika kitabu cha hii. Mwezi wa Habibu unapatikana kumbukumbu la Torati 16:1, unaitwa mwezi wa Habibu. Mwezi wa pili wana, inapatikana kitabu cha wafalme katika kitabu cha Esther na nane, tisa inaitwa mwezi wa Siwani, huo ndio mwezi wa tatu. Mwezi wa, wa nne unapatikana katika kitabu cha Yeremia thelathini na tisa, mbili unaitwa mwezi wa Sedekia eh. Mwezi wa tano iko katika hesabu lakini, wamesema tu mwezi wa tano, lakini hauna jina Mwezi wa sita unapatikana katika kitabu cha Nehemia sita kumi na tano unaitwa mwezi wa Ehudi. Eh? Aya, mwezi wa saba unapatikana kitabu cha Warai ishirini na tatu thelathini na nne hauna jina. Mwezi wa, naya, mwezi wa nane, mwezi wa saba, mwezi wa nane unapatikana katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sita thelathini na tisa unaitwa mwezi wa Buli na mwezi wa tisa ambaye ni sisi tunaita Ramadhani inapatikana kitabu cha Zekaria Zakaria saba moja inaitwa mwezi wa Kislevu. Mwezi wa kumi wanaita, mwezi wa kumi na moja inapatikana Zakaria moja saba inaitwa mwezi wa mwezi wa Shabati na mwezi wa kumi na mbili unaitwa Dhuluhija na katika Biblia, kitabu cha Ezra tisa moja unaitwa mwezi wa Yahudi, walikuwa wanasema ni mwezi wa Adari. sasa tukuje kwa hii sasa ya mwisho, hizi kalenda nimetaja ya Kiyahudi na ya Kiislamu vile iko. Lakini tukija katika hii kalenda ambayo ni ya Kirumi, tunakuja miezi ambayo inaanza na Januari, Februari, Machi, Aprili, Mei, Juni, Julai, Agosti, Septemba, Oktoba, Desemba. Sasa hapa ndio kuna mambo E, nini maana ya Januari? Kwa sababu watu wengi vitu hizi hawasomi, na sasa teknolojia imekuja masimu ziko, unaweza ukagugu kaangalia katika simu yako e, unaweza andika jina pale mwanzo wa hizi miezi ama the origin of man zilianzia wapi na hii majina ilitoka wapi, tunapata ya kwamba Januari e, imehitanishwa ime na Mungu wa Kiroma alikuwa anaitwa Janus huu Janus inasemekana alikuwa amechongwa hapo na uso mbili, uso mmoja umeangalia mbele na uso mmoja umeangalia nyuma, na hii uso umeangalia mbele, huyu mungu anaangalia yale mambo inayokuja, na hii uso imeangalia nyuma, inaangalia mambo ambayo imepita, na alikuwa ni mungu wa milango na, na, na, na, na njia, yaani ni mungu wa mwanzo, eh, wa mwanzo na wa mwisho Alikuwa anaitwa Janus, alikuwa ni Mungu wa Kiroma. Walipokuja kutengeneza kalenda hawakuweza wazungu hawakuweza kuweka hiyo jina Janus, kwa sababu waliona ni Mungu wa Kirumi, wakaita January, wakabadilisha wakaita Januari, lakini imetokana na Mungu Janus ambaye ni Mungu wa mwanzo eh, wa mwanzo na wa mwisho na ni Mungu wa milango na kufungua mambo yote ya hiyo mwaka, alikuwa ni Mungu Janus. Mwezi wa pili, mwezi wa pili ni mwezi unaitwa Februari. Februari imetokana na jina Februa. Februa ilikuwa ni mwezi wa Kiroma kujitakaza. Yaani walikuwa wanasema ni mwezi wa kujitakaza, ambayo wanasema ni mwezi yaani, kwa kiasi cha Kiswahili chetu cha kisasa tutasema ni mwezi wa kutoa nuksi. Warumi walikuwa wanatoa nuksi mwezi wa pili. Yaani, ile mambo walikuwa wanatafuta mtu mmoja kama ni mwanaume au ni mwanamke, wanamulisha chakula anashiba. Alafu akishashiba, eh, walikuwa sasa eh, wanatembea kwa manyumba na alikuwa na mwezi wa kujitakaza, wakimwaga mwaga vitu kama chumvi hivi katika manyumba. Sasa walikuwa huo mtu baadaye wanamtoa kafara abebe nuksi zote za hiyo mwaka. Ilikuwa ni mwezi wa purification, yani mwezi wa kujitakaza wa Kirumi, mwezi wa kujisafisha na mambo maovu, walikuwa wanafanya hivyo. Mwezi wa tatu, mwezi wa tatu pia ni Mungu huyu. Ule wa kwanza tumeona ni Mungu huyu, wa pili tumeona ni mwezi wa kujitakaza ndio unaitwa umetokana na, na, na jina Februa jina la jina la Kigiriki na la Kilatini. Mwezi wa tatu haukuwa naitwa March. Wazungu ndio walikuja wakabadilisha wakaweka March lakini ulikuwa naitwa umetokana na ile sayari inaitwa Mars. Mars. Hii Mars alikuwa ni mungu wa Kiroma, mungu wa vita. Warumi wako wanapigana vita walikuwa wanapigana mwezi wa tatu ndio ulikuwa naanza kujitayarisha kwenda kupigana. Kwa hivyo alikuwa ni mungu wa Kirumi wa vita ikifika mwezi huo wa, wanatii wana amri ya Mungu wao ambaye alikuwa anaitwa Mars, wanaenda kupigana Warumi mwezi wa tatu. Alikuwa ni Mungu wa Kirumi wa vita na, alikuwa anasherekewa siku, eh, thelathini na moja, walikuwa wa wanasherekea wa sana wanafanya sherehe kubwa sana katika mji wa Rome wana wanapeana zawadi na na kutembeleana, lakini alikuwa ni Mungu Januari. Nafikiri mko na masimu mnaweza mkaangalia the origin of month. Mtapata kama mwalimu anasema mambo ya kweli ama pengine anadanganya. Mwezi wa nne umetokana, eh, eh, ni Aphrodite. Yaani Aphrodite alikuwa ni Mungu wa Kigiriki. Eh, wa, wa, Mungu mwanamke wa Kigiriki ambaye alikuwa ni Mungu wa urembo. Eh? Yaani alikuwa ni mungu wa, wa urembo yaani, na inasemekana yeye e, anayika, Warumi walikuwa wanamuita Venus, lakini Wagiriki wanamuita Aphrodite. Alikuwa ni mungu wa Kigiriki, mungu wa, wa, wa, wa urembo, yalikuwa ni mungu wa urembo. Mwezi wa nne hii tunaitaka imetokana na jina Aprili, alikuwa ni mungu wa Kigiriki Mungu wa urembo. Kwa hivyo, hii kalenda tunatumia hii ya Kirumi ina vituko sana, lakini watu wengi wamefungwa macho, hawezi kufungua macho waone hii kalenda ni miungu tu. Hiyo wewe unasema happy new year na kupe unasherekea Mungu Janusi. We huna habari. Wewe unasherekea tu happy new year, happy new year unasherekea Mungu Janusi. Chukua simu yako, angalia Google, andika the original month. Ilitoka wapi? Na Warumi mpaka sasa hivi wanadominate dunia. Ndio naona tunatumia vitu zao. Haya, mwezi wa mwezi wa tano mwezi wa tano naye huu naye ni mungu pia. Huu alikuwa anaitwa Mai. Mai ametokana na mungu mwanamke pia. Huu alikuwa ni mungu wa ukulima, aliye ni mungu wa ukulima, yaani huu ndio anafanya mimea imee, nini chakula na nini, alikuwa ni mungu, alikuwa anaitwa mungu Mai. Eh, walipokuja wakachange waka wazungu wakitengeneza wakati walitengeneza eh, Biblia kutoka kwa Kigiriki kwa King James Version, wakaandika hizi eh, zikaandikwa mei. Waingereza walikuja wakachange hizi vitu zote, wakatoa kutoka katika eh, mila za kipagani, wakajaribu kuiandika mei, imetokana na mungu mai, na mungu mai alikuwa ni mungu wa ukulima, yani mungu wa, the God of agriculture, Roman God of agriculture. June, June imetokana na jina Juno. Hii mwezi tunasema tuko mwezi gani? tuko, tuko, tuko Juni. Juni imetokana na jina Juno na jina Juno pia, huyu alikuwa ni mwanamke eh? alikuwa ni is a Roman goddess of marriage and, na kuangalia maslahi ya wanawake yani, ya wa, wa, na na katika katika Warumi. Sasa tunakuja mwezi mwezi mwingine ambayo sasa tunakuja mwezi wa saba, mwezi wa saba aliyekuwa na tawala alikuwa emperor anaitwa Julius Caesar. Naye pia akaona hataki kubaki nyuma, akajipatia hii mwezi ambayo inaitwa Julai imetokana na Julius Caesar ambaye alikuwa ni emperor katika mji wa Rome katika, eh, katika eh, mwaka wa 46 BC na Duke, kwanza kalenda ya kwanza ambayo ilitengenezwa dunia, duniani ambayo ilitoka kule katika nchi ya Mesopotamia kule Iraq ndio walitengeneza, watu walikuwa wanaitwa Sumerians, walitengeneza kalenda ya kwanza ikiwa na miezi kumi na mbili. Ikateremka hivi ikakuja, na Warumi wakachukua wakatengeneza kalenda ya kwanza Warumi, imetengenezwa na kijana ndio na na, na, na, mfalme wa King of Rome, the first king of Rome alikuwa anaitwa Romulus na ndugu yake Remus ndio walitengeneza na na kalenda ya pili duniani baada ya kalenda kutoka katika nchi ya Iraq imetengenezwa na watu wa Iraq, walikuwa naitwa kule Babylonians, walikuwa eh, wa, walikuwa naitwa Sumerian, ndio walitengeneza kalenda yao ya kwanza ambayo ilikuwa na miezi kumi na mbili. Sasa hii mwezi wa saba huyu Julius Caesar akaweza kujipatia yeye na yeye pia kwa sababu ndio alikuwa mfalme na ndio unasikia kalenda ilitoka kutoka kwa Romulus ya kuja Julius Caesar kalenda, alafu baada ya Julius Caesar kalenda ikaja katika Gregorian kalenda, ambaye ni ya Pope Gregor wa nane, ambaye aliweza kuiadhimisha katika mwaka wa 1582 yani 1582 katika century hiyo, ndio alikuja kalenda akaiweka eh, rasmi inatumika katika dunia mzima. Mwezi wa nane unaitwa August. Huu naye ni emperor ambaye alikuwa anaitwa kwa Constantine Augustus. Augustus ni kazini yake Julius Caesar. Naye wakati yake akajipatia hii kalenda inaitwa August mwezi wa nane. Kwa hivyo mwezi wa nane, unaposema mwezi wa nane huu ni Constantine Augustus. Naye pia akajipatia hii mwezi. Akajipatia. Katika lugha ya Kilatini, yani lugha ya Kiroma na Kigiriki eh, Septemba ni saba, kwa sababu wa, wa Roma Hawakuwa wanatumia miezi kumi na mbili, walikuwa wanatumia miezi miezi kumi. Kalenda yao ya kwanza ambayo walitengeneza ya Julius Caesar ilikuwa na miezi kumi, hata ile ya Romulus ilikuwa na miezi kumi. Warumi walikuwa na hesabu, mwezi wao wa kwanza ulikuwa ni mwezi wa tatu, ndio walikuwa na hesabia katika kalenda yao, hapo baka mwezi wa mwezi huu wa kumi na mbili wa Disemba. Kwa hivyo kalenda yao ilikuwa na miezi kumi, walikuja kuongeza eh, eh, eh, hii miezi mbili ikaingia miezi kumi na mbili. Kuna yule mfalme ambaye alikuja eh, akaongeza ikawa miezi kumi na mbili, akaongeza Januari na akaongeza Februari. Kwa hivyo ukisema Septemba katika, katika lugha ya Kilatini hiyo ni, ni nane eh? Yani ni eight, mwezi wa nane yani inasema ni nane. Kwa hivyo inasema ni nane ukisema eh, Septemba eh, ni mwezi wa saba. Eh, the seventh month, mwezi wa saba Septemba. Ukisema, ukisema Oktoba ni nane, ukisema Septemba ni saba, ukisema Novemba ni nane, na ukisema Novemba ni tisa, na ukisema Septemba ni nane, na ukisema Disemba ni kumi. Walikuwa na hesabu hivyo masiku zao. Kwa hivyo, hii yote ni hizi ni numbers kuanzia Septemba eh, Septemba kuja hivi, hizi ni numbers, haikuwa hapo. Alafu ukimaliza hapo, unakuja man, una, una, unakuja sasa hii siku za wiki ambayo tunasema Monday, Tuesday, Wednesday mpaka Sunday. Sasa ukiangalia eh, Sunday imetokana na Mungu wa Kiroma alikuwa anaitwa Sun God, Mungu wa jua, hiyo jina Sunday, Sun ilikuwa inaitwa Sun, yani Sunday. Walipokuja wa, wazungu wakabadilisha wakaita Sunday, ilikuwa ni mungu wa Kiroma ambao alikuwa ni, ni mungu wa jua. Monday imetokana na mungu wa Kiroma, mungu mwezi alikuwa ambaye ni mwanamke. Wednesday ilikuwa ni alikuwa ni mtumishi wa mungu wa, mungu wa Kiroma wa zamani ambao anahusiana na mambo ya ya biashara ya biashara eh, Thursday imetokana na ancient god of sky thunder, alikuwa ni mungu wa radi eh, na mungu wa Kiroma wa radi. Hii radi tunapikanga hiyo, unasikia radi. Na Saturday alikuwa ni alikuwa ni mungu wa Kiroma, alikuwa anaitwa Satan. Satan, C-A-T-U-R-N eh, alikuwa ni mungu pia wa Kiroma. Kwa hivyo hizi zote kalenda tunatumia ya kisasa ya dunia sasa ni miungu ambazo ilikuwa ni miungu ya Kiroma ambayo bado haijaondoka, mpaka siku ile watu watachanuka hii dunia na watu waerebuke waweze kubadilisha hizi kalenda, kwa sababu tunatumia kalenda za, za Kirumi ambazo ni miungu, miungu za Kirumi ambayo tunapata pale. Kwa hivyo hiyo ndiyo historia ambayo inahusiana na kalenda. Nimeguzia part 1 lakini nitakuja na part 2 ambayo itakuwa imebeba hayo mambo yote kwa urefu na kwa undani zaidi watu waweze kuunderstand saa hii, watu wanaenda kusherekea Christmas ambaye haimo katika vitabu vyote katika vitabu vyote vya Mungu. So na ikifika wakati huo tutaweza kuongea hiyo maneno, na nafikiri paka hapo, nafikiri umefaidika eh, ah, katika wale wanaangalia, katika chano yetu unaangalia, umepata elimu kiasi kuhusiana na mambo ya miezi. Kwa hivyo hivi miezi unaona, uchunge sana hizi miezi, ndio unaona, hakuna tarehe mbaya kusherehekea kama hiyo sherehe ya tarehe moja Januari kwa sababu unasherehekea Mungu ambaye alikuwa ni Mungu wa Kirumi alikuwa anaitwa Janus. Sasa hii teknoloji iko, fungua simu yako, andika the origin of month na zilitoka wapi, na hizo majina zilitoka wapi, utapata na mambo itakuwa sawasawa. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu, haya tosha.